Wa West TV. E bana, usiku mwingine, usiku wa maajabu usiku mwingine mkubwa na wa kihistoria kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, katika uwanja wa Mohamed wa tano pale nchini Morocco. Kulikuwa kuna kipute kingine kinaenda kupigwa pale, timu ya taifa ikiwa inahitaji alama tatu muhimu, ili iweze kufuzu katika eh, hatua ya makundi kombe la dunia, ambalo bana unaambiwa Eh, lipo katika eh, heka heka sana kwa sababu vilabu vingi ambavyo havikutazamiwa havikutegemewa vinaonekana kufanya vizuri sana, na sasa ni zamu ya timu ya taifa ya Tanzania, nao wanakwenda kutupa karata yao nyingine dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Na kuelekea sasa mchezo huo, hiki hapa ni kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho huenda kikaanza katika mchezo usiku wa kuamkia leo, yani usiku wa leo, ambapo mchezo utaanza majira ya saa sita na nusu usiku na gorini, kama kawaida, Ali Salim eh, Katoro golikipa nambari mbili wa Simba Sports anatazamiwa kuanza katika lango siku hii ya leo, huku mabeki wa pembeni ni Shomari Salim Kapombe pamoja na Mohamed Huseni Shabarara, ambao hizi za kushoto bora zaidi ya miaka kumi katika ligi yetu ya Tanzania na timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kwa upande wa mabeki wa kati, Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka, hawa wote wanatokea ndani ya kikosi cha Young Africans, watakwenda pale eh, kukiwasha eh, katika eneo hilo la beki wa katikati, lakini pia katika upande wa viungo katika mfumo wa 4231 unaambiwa tegemee eh, kumwona Novatus Dismas pamoja na Yusufu Kagoma. Novatus yupo zake huko nchini Uturuki katika klabu ya Gotse lakini pia uh, Yusufu Kagoma yeye yupo ndani ya kikosi cha timu ya Simba Sports Club hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini katika safu ya ushambuliaji tegemea kumuona Faisal Faira Sufi, utategemea kumuona Kibu Dennis Prosper bila kumsahau uh, Simon Happygod Msuva na pamoja na Clementi Mzize kutoka ndani ya kikosi cha, na hicho ndicho kikosi ambacho tunafikiri huenda kikaanza katika mchezo siku ya leo. Tafadhali tuandikie mwene katika sehemu ya comment juu ya hiki ambacho kinaendelea na juu ya timu yetu ya taifa ya Tanzania.